nam→naam mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa. Na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimehapeni huko mtandaoni bwana. Ni kwamba kama unavyofahamu Kenya bwana, kumetokea msiba wa moja kati ya viongozi wa serikali ya nchini humo. Nazungumzia Kenya, namzungumzia hapa Raila Odinga amefariki, yeah. Ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimegusa hisia za wananchi wengi sana huko Kenya, na ni habari ambayo imetrend sana sasa hivi hapa Afrika Mashariki, lakini pia hata eh, maeneo mengine tofauti tofauti, ni moja kati ya story ambazo zina trend kweli kweli. Sasa kama unavyoelewa, kutokana na ukaribu na ujirani mwema ambao upo kati ya Tanzania na Kenya, basi moja kwa moja watanzania nao pia wamejitokeza eh, kufuatilia sana eh, inshu ambayo imetokea huko Kenya baada ya msiba wa Raila Odinga, lakini pia hata ma-celebrities wa hapa Tanzania, tunawazungumzia watu ambao ni maarufu hapa Bongo. Eh, bwana, tumeona kwa mfano hapa Harmonize Konde Boy na yeye pia amezungumza jambo eh, kufuatia kwa kile ambacho kimetokea huko Kenya.

Harmonize Konde Boy bwana na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wameonyesha kuguswa na swala zima la msiba wa kiongozi huyo kutoka nchini huko Kenya, eh, Raila Odinga. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize bwana ameweka ujumbe eh, wa kuwapa eh, wa kuwapa nguvu wa Kenya ambao sasa hivi wanapitia eh, maumivu kutokana na kifo cha kiongozi wao <mulia> Uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize Konde Boy bwana ameweka picha na ujumbe ambao unamuhusu uh, Raila Odinga. Harmonize bwana ameandika hivi, ameandika hapa uh, short and clear, yani kwa kifupi tu, chapuchapu. Nataka nikusomee ujumbe ambao ameuandika Harmonize kufuatia kifo cha Raila Odinga, kiongozi wa serikali huko Kenya. Harmonize ameandika kwamba my Kenyan people poleni sana kwa kumpoteza baba niko kwa kumpoteza baba niko pamoja na nyie katika kipindi hiki kigumu, na tunaomboleza kwa pamoja hizi siku saba zilizotangazwa na rais William, eh, na rais William Samora Ruto. Kwa mujibu wa kitu ambacho amekifanya, kwa mujibu wa kitu ambacho amekifanya rais wa kule Kenya Ruto ametangaza kwamba kutakuwa na siku saba za maombolezo ya kifo cha, cha mwanasiasa huyo wa nchini humo Kenya anayefahamika kwa jina la Raila Odinga. Peji mbalimbali mbali kutoka nchini Kenya zimeripoti pia kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekifanya. Kwa mfano hapa kuna, kuna peji hapa wameandika kwamba Harmonize mourns Raila Odinga say my Kenyan people, poleni sana kwa kupoteza baba, niko pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu. na hapa pia Wakenya wamekuja kucomment baada ya kile ambacho amekifanya Harmonize, eh, kuwawishi au kuwatakia kila la heri au kuwaptia moyo au kuna namna nyingine, kwa namna nyingine. Tunaanza kusema kwamba kwa hizi salamu za rambirambi ambazo Harmonize amezituma kwa Wakenya, kuna Wakenya hapa baada ya hii, hii post ya Harmonize kusambaa katika mitandao ya kijamii huko nchini Kenya, eh, Wakenya kadhaa wamejitokeza pia kuja kujibu kile ambacho amekisema Harmonize <muchas> Kuna huyu hapa ameandika kwamba asanteni sana jirani zetu. Kuna mwingine hapa amesema kwamba inatakiwa hawa wasanii wa Tanzania nao pia waingie studio, wamwimbie nyimbo Raila Odinga. Kuna mwingine amesema kwamba eh bwana woi baba, kwani hafiki Kasarani? Kuna huyu ameuliza hivyo. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba Raila belong to people, we are in pain as a nation yani. Akiwa ya anamaanisha kwamba Raila ni wa watu wote na hatunapitia maumivu kama taifa. Au ni wa Kenya wamekuja ku comment. Kuna mwingine amesema kwamba Konde Boy Gatas, shukrani sana Konde. Uh, huyu ni Mkenya amekuja kumshukuru hapa Harmonize kwa kuonyesha sapoti kwao. Uh, kuna mwingine huyu hapa Mkenya ameandika kwamba tunakushukuru brother. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile vile ukiachana okay, na issue ambayo ameizungumza Harmonize vile vile, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan naye pia ametoa salamu za rambirambi kwenda kwa Wakenya baada ya hili tukio ambalo limetokea la kifo cha Raila Odinga. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Mheshimiwa Rais ameposti picha Raila Odinga, kisha akaandika kwamba nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. E, tumempoteza kiongozi mahiri e, mwana mwanajumuiya wa Afrika Mashariki mpendwa, mpenda amani na mtafuta suluhu ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba huu sio wa Kenya pekee bali ni wetu sote. Akuishia hapo, Mheshimiwa Rais akaendelea kusema kwamba akaandika hapa kwamba kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninatuma salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Dr. William Samoei, Samoei Ruto Mama Ida Odinga, watoto, familia, ndugu, jamaa na marafiki na wananchi wote wa Kenya kwa msiba huu e. Lakini pia Mheshimiwa Samia Suluhu akaendelea hapa kuandika kwamba tunaungana kuwaombea e, kwa, tunaungana kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu awajaalie awaja subra, faraja na imani E, katika kipindi hiki na nailaze roho ya mpendwa wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mahali pema peponi, Amina. Hayo e, bwana yalikuwa ni maneno e, adhimu kabisa kutoka kwa mheshimiwa rais lakini pia vile vile tumeona pia salamu za rambirambi kutoka kwake Harmonize Konde Boy kuhusiana na kifo cha, eh, cha Raila Odinga huko Kenya. Naam, so ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu weka maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu nasi kwa kulaiki, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.